Kwa maelezo ulionipa na kwa uzoefu wa kazi yangu, jinsi baba vile anavyonielekeza, hii kazi anapaswa afanye mtoto wa kiume na sio mimi mtoto wa kike. Kwa hiyo fanya kazi kama alivyokuelekeza baba na usikosee. <laughs> Hey, ulisema utoingia, naona mdogo mdogo unasogea aifanye. Hey, kazi Bibi, wewe unaenda wapi? Nimekuachia nyumba wewe na umeingia mtaani unazurura safari ya wapi? Unajua mama, mama mdogo kule hayupo. Na wewe ndo nimekuachia nyumba afu mlango nimefunga. Ukitoka safari zako, nyosha moja kwa moja nyumbani usije kupitia kwa babako mkubwa hata kusalimia mama. Kuna nini kwani mbona unaanza kunitisha? Na maana ya kukwambia hivyo. Kwa sababu mimi nimetoka huko kwa baba yako mkubwa. Ah, mama wewe niambie tu kuna nini kwani? Wewe si una safari zako? Nenda ukirudi nitakwambia. Basi mimi siendi, turudi nyumbani ili ukaniambie. Wewe nenda, ukirudi mimi nitakwambia. Wewe wasiwasi wako ni nini? Mimi siendi. Ah, kama umeona safari yako ina umuhimu, basi turudi nyumbani.

huyu binti ananifahamu, nikisema nipishane naye lazima tutasalimiana, na hata nijaji chikitu ambacho tumekibeba sasa, itakuwaje? Haya mambo, ndio maana mimi huwa nayakataa. Kijana mdogo kuonekana nimebeba vitu kama hivi, nimwacha mini rudi Obi. We Obi hey, umbona naogopa hivyo? Hmm, au kuna kitu ameiba kwao. Anaficha limi sijui. <gasps> Salama. Vipi, unatoka wapi hivi? Ah, okay. Ni kweli pamoja na kwamba umri umeenda, mara moja moja najaribu kujichachua sije kaonyesha sura yangu nimezeeka mapema. Nilikuwa nataka nipitie nyumbani, kwa vile nimekuona haina haja saizi ya kwenda kule, acha niendelee na safari yangu. Aa, lazima upitie sasa. So, na wengine meshawaona ni kweli, lakini acha kwanza niende safari nitapita wakati wa kurudi. Aya, sawa na, kuna kitu nimekumbuka. kwa huu muda wa msiba uliopita, kuna kitu cha kujifunza kwamba watu wamejitokeza kuja kushirikiana nanyi, ni kwamba ni kutokana na ushirikiano mnaoonesha lakini ingekuwa kwa hali ya dada yenu Odo, kwamba yeye anajiona yeye ndo mwanzo yeye ndo mwisho, sidhani kama ingekuwa vile. Kwa hiyo ni somo tosha kabisa la kujifunza kwamba inatakiwa jinsi gani ya kuishi na jamii saba, mdogo mimi, nimekuelewa na nakuahidi nitakuwa kwanza kwenye heshima. Basi vizuri, acha mimi nifikie huko mara moja.

kimeumana. Nimekuumaanisha leo hapa chap chap. Hmm. Afadhali bala totape nimekuona kwa macho yangu mawili ya nyama anyama, yalochanganyikiwa na upendo wa Mungu. Bana, nimepita pita kule kwenye mashamba kuna vitu vya tafulani nimevishangaa kwa macho yangu. Sijawahi kuviona. Kuna watu wageni sijawahi kuwaona na wamekuja na gari, na wapo kwenye maeneo ya mashamba yetu. Wanaonyeshana shana. Who by the way? Unaweza kuniambia wale watu where you come from now? Wageni. Kwa mimi sina taarifa na ujio wa mtu yoyote katika eneo letu. Mm, unajifanya pazu pazu unajizima data eh? Mm. Umenilipia wifi eh? Haya, wao walivyowaona walikuwa kwenye shawa gani? Alright. Nice answer. Kwa mimi nilivyowaona wale walikuwa wamesimama kabisa kwa pembezoni mwa mpaka wetu ila vile vidole nilikuwa navyona namna hivi, nielekea kwenye mashamba mashamba yetu, nikastuka sana nilipoona hivyo vitu. Mimi nashukuru sana mm, na kwa kuja kutupa pole rafiki yangu, maana najua na marafiki wengi lakini ni wachache sana walikuja kuniona, mmoja wapo ni wewe. Mungu akubariki wa sana kwa pole hii, asante. Lakini Odo, ili swala ni la kwetu sote na kila binadamu litampata kwa kwahiyo kuja kuwapa pole nini, ni swala la kawaida tu, kama binadamu mwenzio. Unaona, kwa hiyo kuhusiana na hilo, ondoa shaka kabisa, tuko pamoja. Ngoja ah, basi nimsubiri niza na ba mdogo atakaporudi hili niwafikishie hili, sawa. Ila sina maana kwamba hutawafikishia, kwa sababu pole nimeleta kwenye familia sijajua sasa, kama mtagawana kila mtu ya kwake au mtatumia kifamilia. Alafu siku zote wanasema utu ndio kila kitu. Hata kama nisingekuwa na chochote, ilikuwa na ulazima kufika kuja kuajulia hali. Sawa ha, nashukuru sana, sana. <sighs> Ila pia samahani kwa kukutoa pale, kuja kuzungumzia hapo. Nilikuwa nakuomba basi mnisindikize maana nakuona ni mpweke sana. Kuhusu kukusindikiza, hata usiwazi, maana nilikuwa tu mwenyewe niza, nimemwagiza haya, haya <muchilio> mdogo wangu, kule kuna mashamba ya watu wengi. Itakuwa alisimama kwenye mipaka ya shamba letu, lakini wakawa wanaonyeshana mipaka ya mtu mwingine wao. Utakuwa umeona vibaya, alafu mimi na mambo mengi ya kufanya baadaye. Mm, hebu bwaga na makengeza eh, ona vibaya hiyo. Vipi vijana bwana, kama unataka kunifizadi akili zangu zichanganywe kwenye matope mpaka nichanganywe, ni kama sielewe kiao Sasa sikiliza, usitoke hapa nyumbani. mimi naenda kwenye mishimishi zangu. Nadhani unaona hapa nyumbani dada zetu hawapo. Sasa mimi natoka nakuwacha hapa, usije ukatoka, umenielewa? towezo kwa kwaru zako nije nizivunje mate, mala mabasha, mala makaratasi Macho, macho, macho, machale komdesa, tunafatana huko huko, afe beki, afe punda, afe kipa huyo ulimwengu. mm, yeah, mm. yeah, mm. ni tumeumba pamoja, la wengi kama mekiumba wenyewe Awangali, kama siku etu moja ada unapoelekea utaumiza moyo wako, mawazo ataizonga sana akili yako. Mi naomba ni kushauri kitu kimoja, hebu kuwa sawa. Nadhani unamfamu ambao tunaishinayapa nyumbani na madhifu yake unayajua ko ya kabiri tu. Kaka we unasema tu na unasema hivo kwa sababu we na mama hamkai muda mwingi lakini mi mwanamke mwenzie ambae nakaa naye mda mrefu ndo najua ambao ananipitisha yani, najua ananipitisha kwenye msalaba gani yani. Sasa hivi amekua, lakini kama vile akili zimerudi kuwa kama za mtoto. Mi nimeshachoka bana. Sasa utafanyaje? Ili hali ni mama yetu mzazi, niambi. Hey, yule ni mtu mzima na akili zake timamu, mpaka kifua kinajaa kwa sababu ya nywele. Yani mtu anapaniki kwa kitu cha ajabu kweli. Asa, Zubeda achukue hizo nywele azipeleke wapi? Kwa kazi gani hasa ambao anaenda kuifanyia Zubeda? Nywele ndo zinasababisha mtu? Mimi sitaki ya ya ni ya ya kijinga kijinga. Yaani, nimechoka Hapana, mm -mm. Ila nachokuomba sasa, toa mguu wako, kamtafute Zubeda sehemu alipo. Nadhani atakuwa mtani anacheza sasa hivi, umchukue mlete hapa nyumbani, ukae naye wewe. Kama wewe ni yaani, kweli, niache kazi zangu nikamtafute Zubeda kwa sababu ya mambo ya kijinga hayo? Hivi kweli inaingia kichwani hiyo? Nitakuwa na akili timamu au na mimi nitakuwa mpumbavu. kwa sababu ya mambo ya nywele yaani, za nini, zina kazi gani? Unajua, mama yako mi sasa hivi kashanichosha, yani kanikaa hapa kabisa. Kusema ukweli, nimechoka basi, naomba tu uende ukamtafute. Mimi naenda kumtafuta, na akirudi hapa nyumbani simuulizi jambo lolote lile, na siku ya leo akilianzisha, mimi nitalimaliza. Yani siku ya leo ndo ataniachia radhi kabisa, kwa sababu mimi mama yenu kashanichosha, yani nimechoka kabisa sasa hivi.

kheri karibu, sante na vishaodi vna mgambo hivi. Nilikuwa ndani sehemu, umehairisha tu mapema za siku nyingi onekani, ni pirika tu za hapa na pale za kifamilia, lakini nipo. yeah. <laughs> <tose> <Hey>. <tose> A, huyu ni mgeni wangu hana shaka Eh, yoyote mimi rudi tu kule, hakuna shida. Mimi ni shida mimi ni rudi pale nenda Lete kaifa. Kaifa ipi mimi nawe tena hapa? Chendu. Unataka muache mwanangu kipipi yatima sasa, si ndio? Usiwe muoga mzee mwenzangu kwa jambo hili, mchana kweupe mika ba, baba. Ha! Mikafaa hata kama. Nashukuru baba, nashukuru sana na sifi, nakwambia hivi nataka nitoe kafara, si ndio? nashukuru mm. Tua Ngoma Yeah, mama, tua ngoma mm. Wakati mwingine mtu anapokuja na akibisha hodi, hujua amekuja kwa kheri. Kwa hiyo haina haja ya kujitokeza. Haya, rudi ndani. Ulimwenguni tumeumbwa pamoja la wengine kama mekiumba wenyewe awangali kama si kwetu moja utadhani wataishi milele. Angekwepo mwana marundi tungejua ama Firauni wa haya. Naona dadako anaondoka tu na we unaingia au limfata yeye? Hey. Mi hata nikuwa sijui kama dada yupo huku, mi nikuwa na kwenye miangaiko yangu nikasema ni niwasalimie nipiti niwasalimie. Haya, kaja ajipigani tena. Hmm. Mama mdogo anajipia lolote zaidi ya yale yale tu yasiwa. Kwa hiyo hajaambia kilichotokea nyumbani. Ah, hajiongea kitu chochote. Kaka Mbwembwe, umetoka jana hajarudi nyumbani? Sasa sijui kilichomkimbiza ni haya mambo yetu au vipi. Hmm. Mimi kwa kweli mama mdogo hajaniambia swali lolote la kuhusu mjomba Mbwe Mbwe. Kimemkuta nini? Mm -hmm. Mimi nisi ni haya haya tu. Kuna kingine unafikiri? Ah, tuachane nayo. Ila hata mimi pia nitaka nitamani nipate muda nikutafute, tuongee kuhusu swala la Siwa ulivyoniagiza niongee naye. Nimeongea ni naye vizuri tu, lakini kilicho nichanganya na kunichosha <laughs> haliyeleta barua na mtu ambaye limwambia kwamba ye hata kuolewa naye ni vitu viwili tofauti. Sasa kama ndio hivyo, Siwa ameshaongea na mama yake kwao, kama swala hilo mba lishaisha, namaanisha yeye alichoniambia bwana wake ambao alitarajia kuoana, yani kumuoa yeye ni Baruza. mm. Mtume Baruza huyu eh, mtoto mwata kutuletea balaa kipunje, na Baruza si mtu na rafiki yake, na sasa hivi wanaishi kama ndugu. Ndugu yangu, tumbo hadi la uzazi linacheza hapo. Sasa mi mwenyewe lilinichanganya na lilinitoa kabisa kwenye mchezo, lakini kwa wakati ule sikutaka kabisa kuliongelea, kwa sababu nilisubiria kwanza mpaka nijue ili swala mpaka mwisho. Hmm. Sasa hapo, cha kufanya tupate siku niwe mimi wewe na Siwa ili tumwelezee huyu binti na tufafanulie ili kuwaje mpaka akafikia kwa Baruza. Jamani ndugu yangu, tunaenda kuzalilika, ila pia hata hivyo, nimekuambia tu, ila mwenyewe alikuwa hataki kabisa niongee kwa mtu yoyote ile swala, mpaka haya mambo tutakapojua ni nani mhusika, kwa kuomba hata nimeongea na yeye mdogo usia ukamwambia kwanza, mamdogo, mpaka tujue. Sawa, tutamwita kama. uuautawitasagkamlivose hmm. Aya, dugu yangu, mi nilipita tu na, asante kwa taarifa. Au subiri, kuna miogo huko <laughs> ndani Choga yangu ndani, miogo ipo lakini miogo vipande hivi viwili, na vinamtosha mzee zumbi tu, na hivyo vyenyewe kwake kama anapiga mswakiaya <laughs> <laughs> bwanabila oka zaguaya

Mm -hmm. Uliifanya kazi yangu kiufasaha kama nilivyokuelekeza? Ndiyo babangu, kazi yako nimeifanya vizuri. Nilifika pale kaburini nikafukua, kisha nikafukia na hakuna mtu yoyote alioniona. Kwa hiyo baba, imebaki wewe tu hapo kwenda kuifanya kazi yako usiku kama ulivyosema, mm. Huyo, huyo binti ananifaa, nikisema nipishane, nipishane naye lazima, lazima tutasalimiana